Tukio la Mdude linaendelea kuchukua tafsiri nyingine e, kwa kuto kuonekana kwake huku wengi wakiamini kwamba huenda akawa amefariki. Yani toka alivyomchukua ni ngumu sana kuamini kwamba bado ni mzima. Sasa suala lake linaendelea kugusa jamii e, na hatimaye mkuu wa mkoa wa Mbeya ambaye kuna baadhi ya watu walikuwa wanamnyoshea mkono na kumwona kwamba na yeye anahusika kwa namna moja ama nyingine, ameweza kutoa tamko na kutoa zawadi nono kwa mtu yoyote ambaye atakayefanikisha ataka kumpata Mdude awe mzima ama amekufa. Ana zawadi ya shilingi milioni tano taslim. Unaambiwa mkuu wa mkoa wa Mbeya eh, Dr. Juma Homela amesema kwamba tayari eh, ameelekeza jeshi la polisi kuongeza jitihada za, za kumtafuta muhusika eh, Mkuu wa mkoa wa Mbeya Dkt. Juma Homela amesema tayari ameielekeza e, jeshi la polisi kuongeza jitihada za kumtafuta muhusika ama wahusika waliomshambulia kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mdude Nyagali, huku akiahidi shilingi milioni tano kwa atakayesaidia kumpata kada huyo e, alipo akiwa hai ama amefariki. Hata hivyo, amesema pamoja na yeye kuto kujua tukio hilo kwa kuwa limetokea mkoani kwake, akiwa e, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, ameamua kulifanyia kazi e, kuhakikisha haki inapatikana, huku akilaani na kusikitishwa na tukio hilo. Mdude anayedaiwa kuvamiwa na kupigwa e, vibaya sana nyumbani kwake jijini Mbeya Mei mbili mwaka 2025 na watu waliojitambulisha kuwa ni polisi, lakini bado haijafahamika hali ya kada huyo e, na wapi alipo, hivyo kuibua e, sitofahamu kwa wafuasi wa chama hicho. Akizungumza e, siku ya Jumatatu Mei tano baada ya viongozi wa CHADEMA mkoani humo e, na kanda ya Nyasa kufika ofisini kwake kujua hatua zilizochukuliwa na Dr. Homela amesema yupo pamoja na chama hicho kuhakikisha Mdude anapatikana. Sasa wengi wanajiuliza maswali ambayo ni magumu. Wanasema kama Mdude e, linamkuta hili jambo hivi na linakuwa na mambo haya, wanasema sio kwanza sio kwamba ndio jambo la kwanza kutokea huko Mbeya. No. Wanasema kuna yule kijana ambaye alichoma e, moto picha ya Rais Samia na yeye hajulikani alipo mpaka leo hii. Tunakumbuka baba yake alilia sana kuomba mtoto wake achiwe e, watu wamwache mwanaye kwa sababu e, anajua kabisa kuna watu wanaomshikilia. Sasa hili ambalo linamkuta Mdude, wengi wanasema ni mwendelezo tu wa yale ambayo yameendelea, na kama unakumbuka kuna watu wameshaanza kutilia shaka mkuu wa mkoa e, wa Mbeya uyo Homela, na wamevujisha baadhi ya vitu nilikuwekea, wakiweza kusema kwamba wanamjua kwa namna moja nyingine, yeye ni mtu ambaye anasimamia kila kitu katika masuala ya ulinzi hapo mkoani Mbeya, hivyo anajua kwa namna moja au nyingine, na kama wale walivyojitambulisha ni mapolisi na ni e, waajiriwa wake ambao wako chini ya mkoa wake, basi kwa namna moja nyingine wanajua kitu kinachoendelea so mambo ni mengi yanaendelea ku, ku, kulitikisa jiji, lakini naomba tu nikukumbushe kwamba hiki kinachoendelea e, kimefanywa ama ni matamko ambayo yanafanya e, hawa wakuu wa mikoa na wakuu mi, wa wilaya kuweza kupita kwenye kile ambacho kinaitwa ni kama e, mapito yao ili waweze kutimiza wajibu wa Rais Samia Suluhu Hassan. So hebu turudi chini tujiulize hiki kinachoendelea ni kipya ama ni kigeni? Hili ndo swali ambalo tunatakiwa kujiuliza, hususan kwa mkoa wa Mbeya. Je, ni kipya ama ni kigeni? So subscribe. bye bye.